Na sasa ni kupeleke kaunti ya Embu ambapo mamia ya wafanyikazi wa serikali ya kaunti ya Embu wamefanya maandamano mjini Embu wakiendelea na mgomo wao ulioanza Jumatatu wiki hii wakilalamikia mazingira mabaya ya kufanyia kazi na matakwa yao kupuuziliwa mbali na serikali ya kaunti hiyo. Wafanyikazi hao waligoma kutokana na masuala mbalimbali ikiwemo malipo duni, kucheleweshwa kwa mishahara, kuto vyeo na kutowasilishwa kwa makato yao kwa miaka mingi. Wafanyakazi wa kaunti ya Embu wameendelea na maandamano yao kwa kile wanadai ni mazingira duni ya kazi na kutotimizwa kwa ahadi za ustawi. Uko nje, yeah, sababu umeshindwa na kazi yako. Gavana, tuko nje sababu watu umeweka kwa ofisi wameshindwa na kazi na hivyo basi wewe umeshindwa na kazi yes. Tayari ya mumerekebisha makosa yenu yes. Sisi tutakuwa kwa ofisi yes. Tukitumikia wananchi wa Embu kaunti and beyond yes. Lakini as far as your people are oppressing us yes. Then, Wafanyakazi yeah! hao wamelalamikia malipo duni, kucheleweshwa kwa mishahara, kukwama kimaendeleo na kutowasilishwa kwa makato ya kisheria ambayo yamekuwa tatizo kwa miaka. Huku wakisema kuwa waliahidiwa kuwa matakwa yao yangeshughulikiwa mwanzoni wa mwaka wa fedha mwezi wa Julai, lakini miezi mitano imepita bila hatua yoyote kufanyika. We sat down for

Uh, we were told that the county public service board is not yet in office and so we were to wait for the public service board to come back in office. Wafanyakazi we hawa kutoka idara mbalimbali ikiwemo idara ya afya, fedha, elimu, utendaji na ujenzi wa umma wamesema kuwa hawatarejea kazini hadi malalamishi yao yashughulikiwe kikamilifu. Mambo ya kika ya kututishia kama unataka kupata mtu ukunje kwake nyumbani. Mambo ya kutishiwa tumepita hapo. Tunasema sai tunaenda kwa county the public service bond then we present our petition through the end of public service end of public service Embu County Government. Wafanyakazi hao wamesisitiza kuwa walitoa taarifa kwa serikali ya kaunti na hivyo mgomo wao ni halali kisheria. Wakati huo huo, serikali ya kaunti imepeleka kesi mahakamani kutaka mgomo huu utangazwe kuwa kinyume cha sheria. Kuna watu ambao wana propaganda nyingi wanasema mgomo wetu siyo protected. Yes. Yes. Tuliweza kuwasafu na barua ya siku kumi na nne Wakaanza kutuingiza katika siasa za Mbere North, tukaongezea siku zingine ishirini na moja. Wao wakaenda kulala baada ya kuangalia masilahi yetu. Kwa hivyo tunataka kuambia County Assembly kwamba tumefuata the due process, sisi hatushitishi na mtu, tumefuata taratibu, wao warekebishe mambo yetu. Veronica David, Undugu TV